Soma dondoo lifuatalo kisha ujibu maswali. Siku zote hizi ulikuwa unachezeshwa kayamba tu. Ati walisema Usama alikuwa hatari kwa usalama duniani. Kuna Usama kuliko huyu. Swali la kwanza pale, fafanua muktadha wa maneno haya. Dondoo ni ukurasa nne, ukurasa wa nne. Najua ni hapo, aya ya pili, lakini tuanze aya ya kwanza. mwandishi hayo moja, tusomee moja tu maandishi hayo, anza hapo juu. hmm. Hmm.

sana iliyomtia mawazo kiwewe, alipatwa na mfiko, alianza kujatia. Aliisoma mistari ile karibu mara kumi, macho yaliingia kiwi, akaamua kuitupa mle ndani ya mkoba. Pumzi zilimwenda mbio, alikuwa mwingi wa mawazo. Barua hiyo barua hiyo imezingia ikamtia kichefuchefu. Aliitumbulia macho kama ambaye alitaka imwambie mwandishi ni nani. Haikutiwa sahihi, haikuandikwa jina lolote, mwandishi hajulikani, lakini ujumbe alielewa barabara. Mangwasha siku zote hivi ilikuwa unajezisa kayamba tu kii ati walisema sana, alikuwa hatari kwa usalama duniani kunawasama u huyu alijisikia kusema. Alishusha pumzi kwa mhundu, akajiuliza kimoyomoyo, moyo kwa nini Mungu aliruhusu moto kutia kwenye shimo na maangamizi na wanao? hata hivyo aliamini kuwa wakati mwingine Mungu uruhusu mabaya kutokea ili kuwafunza waje kwa alina Alijua kuwa mashaka yanapomkumba mja huwa ni funzo, pia kumtayarisha kuyahimili machungu zaidi ulimwenguni, au kumuasa dhidi ya kuabudu uovu. Maovu yanapotendwa na wachache, hata wale wasio na hatia pia ujikuta wamo umo uovuni. Ni mtego wa, wa waliomo na wasiokuwemo. Kwa hivyo hapa, unasema unaona ni, eh, ni uzungumzi nafsia wa Magwasha. Ukisema uzungumzi nafsia, unapewa alama. Ya kwanza ni kusema uzungumzi nafsia au wanajisemea mwenyewe, na ukisema ni nani, ni Magwasha. Kwa hivyo haya, yuko wapi? Yuko kanisani, yuko pale kanisani, na ni baada ya kusoma ile barua ili iliyokuwa imeandikiwa mumewe na mmoja wa wale hawara, lazima uandike hivyo uzungumzi nafsia, kwa sababu ni yeye anajizungumzia. Unaona, hata kuna zile alama, alama za mtajo. Swali la pili: fafanua mtindo uliotumika katika dondoo hili. Mtindo nilikwambia ni matumizi ya lugha. Kwanza kuna swali la balagha, haya ni maswali ambayo yanahitaji majibu. Kuna usama kuliko huyu. Pili kuna uzungumzi nafsia uzungumzi nafsia, nimekwambia ni pale anajizungumzia. siku zote hizi ulikuwa unachezeshwa kayamba tu, wote ni uzungumzi nafsia pia. pale kuli kuna ulinganishi, mrima analinganishwa na Osama. Kuna taswira andika pale, ile ni taswira. unachezeshwa kama kayamba ni taswira mwendo. unachezeshwa chezeshwa, taswira mwendo tulisoma aina hizo za taswira tukifanya bembea ya maisha. Pia pale kuna nahau unachezeshwa kayamba, kwa maana ya kudanganywa au kule kufanyiwa hila. Swali la ba, taja mambo matano ambayo yanaonyesha kuwa msemaji anachezeshwa kama kayamba yaani kwa maana kuwa pale kuchezeshwa kama kayamba, ina maana kuwa anadanganywa, si tumesema hivyo? Kwa hivyo unaonyesha jinsi ambavyo hapo umeambiwa, msemaji, msemaji ni nani? Magwasha, si ndio? kwa hivyo jinsi, unaonyesha jinsi Magwasha anadanganywa. Anadanganywa vipi? Kwanza anatelekezwa na Mrima, wanatelekezwa wote na watoto wake na Mrima. Yaani pale yeye kama mume awashughulikia lipi? Karo ya watoto hawapi chakula, ajui amelala wapi. Kwa hivyo anawatelekeza Mrima, ana anamtelekeza Magwasha na watoto. Pia anaingia katika ulevi, anaingia katika ulevi na kutokomea. Anakuwa si mume tena, amepotea, na pia si baba ya wale watoto. Pia anakuwa na jicho la nje, si alikuwa, si alikuwa ameandikiwa barua na hawara? Mm, ana jicho la nje pia. Tunaona kuwa yeye anap... si alifutwa kazi alifutwa kazi na pia anapokea uh, anapokea pesa za mulungula kutoka kwa nani? Kwa Sangilu ambazo zinamfanya ingilie ulevi na kusahau familia yake, na kwa sababu ame- amesahau ame, ame familia yake, ndiyo sasa tunaona kuwa anadanganywa pia wakati hata alipewa pesa hakumwambia, si ni aliona akipewa pesa hivyo hivyo, hivyo anadanganywa.